Habari, morning, afternoon, evening, depending the time you are watching this video. Habari, morning, afternoon, evening. Mimi kwa majina ninaitwa Sofia Lembiga 2090 on YouTube. Ukikutana na hii channel, please subscribe, like, acha komenti yako nzuri Kwenye chaneli hii huwa tunaonyesha mazingira mbalimbali tunapoishi, na tunazungumzia mambo mbalimbali ya kijamii, pia tunafanya entertainment nchini. Lakini leo tunaongelea swala la uzuri wa bara la Afrika, tunasema ona uzuri wa bara la Afrika inamaanisha kwamba kupiki yetu leo tunaendelea kuendelea ona uzuri wa bara la Afrika. Bara la Afrika ni nzuri, pamoja na mapungufu yake yaliyopo, lakini bado ni nzuri. Uzuri wa kwanza ambao mimi ninausemea ni upande wa kusalimiana, sisi huku tuna desturi ya kusalimiana. Ukikutana na mtu kwenye daladala, kwenye gari, njiani, kanisani na popote pale unapokuwa unapita, unamsalimia jirani yako, wasalimiana, unaondo, mnaongea, mnabadilishana mawazo. Tofauti na nchi za wenzetu, wanakuwa wasalimiani, watu wamejaa depression, mwisho wa siku, mwisho wa siku wengine wanakufa ingine nechanganyikiwa ni kutokana na mazingira ya kutosalimiana lakini Afrika tunasalimiana. Pointi nyingine ambayo naisemea malezi ya watoto huku na uhuru wa kumlea mtoto wako vizuri tu. Kama una dada wa kazi, unaweza ukamlea mtoto wako kwa kumwachia mdada au kama hauna wewe mwenyewe mzazi unaweza uka ukamlea uka mwenyewe, unaweza ukampeleka kwa bibi. Ni kutegemea na wewe na makubaliano yako, lakini wenzetu wanasema malezi ya watoto kule ni magumu. Ugumu wake ni kwamba pale kumchapa mtoto huku Afrika, tunamtoa kuchapa mtoto unamwelekeza chapa mufumbo unamuelekeza kwatunamwelekeza kum... na pia watoto wanapokuwa wanaenda shule huko Afrika, mtoto anaweza akaenda mwenyewe shule bila hata mzazi anamipeleka mwenyewe na anarudi mwenyewe pasipokuwa na usumbufu wowote tofauti na nchi za wenzetu. Huo ndo uzuri wa Afrika. pia tunanusia Afrika, uzuri mwingine wa Afrika ni kwamba mtu ukiwa na jambo lako, kwa mfano sherehe, unaalika ndugu jamaa na marafiki, mnaweza mkapika au mkaalika mtu akawapikia au ukachangisha watu mkala pamoja, mkashirikia siku. Sijui kwa wenzetu huwa mnafanyaje kwenye masuala ya sherehe, lakini sisi huku Afrika huwa tunakutana pamoja, ndugu majamana marafiki, mnakutana pamoja mnacheza mpaka wengine mpaka asubuhi yake, wengine, nategemea na jinsi mipangilio yenu ya sherehe iliyopangwa. Pia huku Afrika tuna desturi ya kusaidiana, tuna desturi ya kusaidiana. Kusaidiana ni maana kwamba rafiki yako amepungukiwa jambo, unaweza ukamsaidia. Inamaanisha kwamba chumvi imeisha ndani, ninakimbia mara moja kwa jirani, ananipatia. Nimeishiwa kibiriti, ninakimbia kwa jirani, ananipatia. Tofauti na wenzetu ambao hauwezi ukaazima kitu, yaani hata kufagia kwa jirani inakuwa ni ngumu Uzuri wa Afrika kwamba mimi ninaweza nikatoka hapa nikaazima hata maji ya kunywa kwa jirani, akanipa, nikaomba kibiriti akanipa, nikaomba chumvi akanipa. Ndio uzuri wa Afrika. Kuabudu, tuna uhuru wa kuabudu, kila mmoja na uhuru wa kuabudu. Sijui kwenye zetu nyinyi, huwa mna uhuru wa kuabudu tuna uhuru wa kuabudu tuna uhuru wa kuabudu. Ivi wenzetu mna uhuru wa kuabudu kuhudhuria kanisani mkamsifu Mungu? Mimi sijui naomba unisaidie kwenye komenti yako. Wewe utakayekutana na hii chaneli yangu, usisahau kusubscribe kuni support ili niweze kukua niende mbali zaidi, tuongelee vitu mbalimbali hapa. Ni kuongelea topiki mbali mbalimbali tunaongelea maisha tunaongelea, tunaweza nikakuonyesha mazingira mbalimbali. Usisahau kusubscribe please. Pili shi tuna sherehe huku, kuna sherehe mbalimbali ambazo huwa zinafanyika Birthday, sherehe za harusi, sherehe za mtu wa mtoto nje arobaini, kuna sherehe mbalimbali ambazo zinafanyika huko Afrika. Je, yeah. uko kwenu zipo shaa, shaa. Baby shower, bridal shower. We do like that but how do you made it? Baby shower, sisi kwetu naona mm, uzungu umekuwa mwingi, lakini tunafanya sherehe mbalimbali kitegemea na uwezo wa mtu. Kwa kwenu huwa mnafanyaje? Hebu nisaidie kwenye comments hapo, huwa mnafanyaje? Je, huko kwenu huwa mnasaidiana Je, huko kwenu huwa mnapeleka mnaleaje watoto wenu? Ona Afrika tulivyo. Je, huwa mnafanya sherehe kivipi? Sisi wakati mwingine hatuchangishi, tunaenda tunahudhuria na pilau tunakula, yaani sherehe yako tu ni miguu. Wengine unapewa sare ya kia nguu unaenda kuhudhuria. Je, nyie huwa mnafanyaje? Jamani, nisaidieni hapo kwenye comments. Mwisho wa chaneli, mwisho wa kipindi hiki ndio mwendelezo wa kipindi kingine. Karibu nisapoti kwa kusubscribe, like, share, and leave sweet comment. Na jingine nzuri kwa chaneli yangu inaitwa Sophia William Chuu, Sophia Will Do, 209 on YouTube, kindly subscribe, like, share, and leave comments. Bye bye.